Kampeni ya kinyang'anyiro cha ubunge Mbeere North zinaendelea kupamba moto huku naibu rais Profesa Kithure Kindiki akitua eneo hilo kumpigia debe mgombea wa UDA, naye kinara wa DCP Rigathi Gachagua akiendelea kuuza sera za mgombea wa DCP. Pande zote eh, DP ni wiradhi. Pande zote zikiendelea kupigania kiti hicho kinacholumbania ubabe wa, sa, wa siasa za Mlima Kenya Melita. Faya, si faya. Faya. Noma, si noma. Ngoma ya kampeni za lala salama katika eneo bunge la Mbeere North imeendelea kuchacha, kila mgombea akivuta upande wake kujaribu kuwashawishi wapiga kura kumchagua. Farasi wawili Newton Karish wa chama cha DP na Leonard wa Mutende wa UDA wakionekana kushabikiwa zaidi kati ya wagombea tisa. Mimi najua mumeamua kucha, kuchagua Karish, ndio Kasongo na Karida wanasema wataiba kura yenu. Mimi nimekuja kusaidia nyinyi kulinda kura ya watu ya Momenje, na mimi mimi Rigathi mtoto ya Mau Mau nitakaa hapa mpaka Karis atagaswe kama mjumbe wa Mbeere North. Baada ya Rigathi Gachagua kutangaza kukita kambi Mbeere kumpigia debe mgombea wa chama cha DP Newton Karish, leo naibu rais Kithure Kindiki ametua Mbeere North, akiapa kwamba upinzani utapata pigo kubwa mnamo tarehe 27 Novemba. Wewe nakuambia kwamba tumefika hapa, chuma chako kiko motoni. do what you thought you can do and we are ready for you Profesa Kindiki akimkashifu Gachagua kwa kutoa cheche za siasa dhidi ya viongozi wa UDA kutoka Embu. Hao wanaume wamezoea siku mingi kutusi viongozi na wanaona tukikimya, wanafikiri sisi ni waoga mondo kwa mondo, man to man, face to face. Kivumbi cha Mbeere North kinatarajiwa kuchacha zaidi huku Kindiki na Gachagua wakipimana nguvu mlimani wote wakiapa kukita kambi hadi baada ya uchaguzi. Melita Oletenges, Runinga ya Citizen. Vyama vya ODM na PA